Naitwa injinia Paskas Simlagili mkuu wa wilaya ya Bukombe. Napenda kuchukua fursa hii kwanza kuwashukuru sana wananchi wa wilaya ya Bukombe kwa namna ambavyo wameweza kutumia muda wao wa kipindi cha kampeni kuweza kuwa watulivu na kufanya kampeni za kistaarabu, na kwa kweli Bukombe wamefanya kazi kubwa sana na nzuri sana tumekuwa tukipata taarifa ya mikutano yote yanayoendelea katika kata zote na maeneo yote ndani ya wilaya na sehemu zote, mpaka tutazungumza, hakuna sehemu yoyote ambayo wamefanya vurugu. Wamekwenda na kampeni ambazo ni nzuri kwa mujibu wa utaratibu wa Tume ya Taifa ya uchaguzi, Tume ya Taifa ya uchaguzi unavyotaka waweze kufanya hili jambo, la kuwapongeza, na naomba ni waombe katika siku chache zilizobakia kumaliza uh, kampeni yetu mpaka kufikia tarehe ishirini na nane tuendelee na mwenendo huo huo, wa kuwa watulivu kuwa wastaarabu na kufanya kampeni ambazo zinazungumzia hoja kushindana katika sera, lakini bila kutuka, kutumia lugha za matusi na ambazo zinaweza kuvunja amani. Tumie fursa hii kuomba wananchi wote wa wilaya ya Bukombe kwamba tarehe 29, wote tunafahamu tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ya Jumatano ijayo, itakuwa ndio siku ambayo tunakwenda kupiga kura. Eh, ambao ambavyo watakwenda sasa kukamata dola. Ni waombe wananchi tujitokeze kwa wingi sana, hii ni haki yetu ya kikatiba na ni haki ambayo eh, ipo ndani ya katiba yetu, kwa tujitokeze, tutumie haki yetu ya kwenda kupiga kura, kuchagua viongozi wetu, na ndio demokrasia yenyewe ambayo iliyopo ndani ya nchi yetu na inayozungumzwa tumehamasishana na mume wangu kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, na pia hata majirani nao tumehamasishana kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa ili tuweze kuchagua kiongozi anayetufaa kutuletea maendeleo ya nchi yetu. Maendeleo ndio tunayoyataka. Kwa kao tunawakumbusha wenzangu ili fika hapo leo tarehe 29 saa mbili asubuhi. E, eh, kila mtu akumbuke kitambulisho chake cha mpiga kura. Eh, sisi tunaita kipalata eh, au kichinjio. Ili mtu anapoamka asubuhi anahakisha kabisa saa mbili ameshapiga kura anarudi. Na hii ni tunahamasishana wote kwa sababu ni haki yetu ya kikatiba. Nimewaambia kabisa ikiwezekana tusifungue tukapige kura kwanza. Tarehe ishirini na tisa najiandaa kwenda kumpigia kupiga kura, nawapigia kuanzia rais, mbunge pamoja na diwani. Nitatoka hapa saa moja kamili niende kwenye kituo nilichopigia kura pamoja na kitambulisho changu cha kupiga kura, taenda kutiki natiki na tiki na tiki, na tiki.